Wa mwaka 2025, taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, tumeshiriki katika siku ya wahandisi, ambapo taasisi yetu kama kitovu cha kutoa wahandisi wanasayansi na teknolojia, tunashiriki katika maonyesho haya ili kuhamasisha wahandisi wana teknolojia ili waweze kutambua umuhimu wa kuleta vijana wao katika taasisi yetu ambayo ndio inaibua wahandisi na wabunifu mbalimbali, kama mbali mnavyoona katika banda letu vijana walioko hapa ambao ndio wanalelewa na kukuzwa katika taasisi yetu, ambao ni wahandisi wametengeneza teknolojia na bunifu mbalimbali ambazo zinasaidia katika kutatua changamoto za kiuhandisi na teknolojia katika jamii yetu. Katika taasisi yetu ya teknolojia tuna kozi mbalimbali mbali za uhandisi ambazo tunazitoa ambazo ndizo zinazoibua bunifu ambazo tumekuja nazo, bunifu za uhandisi wa mitambo ambapo tumeleta mashine mbalimbali, tumeleta bajaji ambazo ni kutokana na bunifu za kubadilisha kutoka kutumia petroli na kuweza kutumia umeme na gesi tuna bunifu za uhandisi katika vifaa tiba katika mahospitali ambazo zinasaidia kutatua changamoto za kiuhandisi katika vifaa ambavyo vinatumika katika mahospitali ili kuweza kutibu magonjwa mbalimbali. Bunifu na vipaji mbalimbali ambavyo tunaibua katika taasisi yetu zimetoa hamasa kubwa hasa kwa watoto wa kike ambao wengi wanaona kozi za uhandisi ni ngumu kwao, lakini tumeibua vipaji mbalimbali vya watoto wa kike ambao tumewaleta katika maonyesho haya, ambao wanahamasisha mabinti na watoto wa kike ili wasione kwamba uhandisi ni kitu kigumu. Wao wameweza kusoma na kuweza kufanya bunifu mbalimbali zaidi. Tumeweza tukawashirikisha watoto wa kike katika kuhamasisha wanafunzi wa kike kwenye mashule mbalimbali mbali, katika dhana yetu ambayo tunaita STEM Road Show ambao huwa tunazunguka mikoani kwenye mashule mbalimbali mbali, na mabinti wakiwa na hizo ubunifu walizozitengeneza ili kuhamasisha watoto wa kike waweze kujiunga na taasisi yetu ya teknolojia Dar es Salaam tukizungumzia upande wa Mwanza kampasi, kwenye mambo ya teknolojia yenyewe imejikita katika utengenezaji wa bidhaa za ngozi, kuanzia kuiprocess ikiwa raw material hapa na zungu, ikiwa malighafi nazungumzia, yaani ile ngozi mnyama tu amechunwa, inachakatwa moja kwa moja inaenda kuwa ngozi tayari kwa kutengeneza bidhaa tofauti tofauti. Na bidhaa tunazozungumzia ikiwemo ni mipira, lakini huwa tuna mikanda, tuna bidhaa za viatu, tuna mabegi lakini pia na waleti, hatujaacha nyuma. DIT upande wa Mwanza kampasi, kikubwa inajishughulisha na kutoa elimu, elimu hiyo ambayo tuko katika level tofauti tofauti, ambayo tunazungumzia level ya diploma, lakini pia tuna mafunzo ya muda mfupi ambayo yanakuwa ni kama ya wiki nane na hayo mafunzo ya muda mfupi yamejikita katika kulenga kabisa kutoa ujuzi na uwezo wa kutengeneza bidhaa tofauti tofauti za ngozi, lakini pia mpaka uchakataji. Na tupo kwenye haya maonyesho ya, ya, ya siku ya Engineer Day ambayo yamefanyika hapa Mlimani City kwa siku zisizopungua mbili ambazo tuna leo hii na jana tulikuwa tumeanza kwenye maonyesho yetu. Lakini haya sisi kama DIT tunashiriki kuja kuonyesha bidhaa zetu, ikiwa ni moja ya taasisi ambayo pia inatoa au inazalisha maengineer wa level tofauti tofauti kwa hiyo kama DIT tuna fursa kubwa ya kuja kwenye maonyesho haya kushiriki na kuonyesha bidhaa zetu, kwa sababu pia ni moja njia au platform za kiinjinia ambazo sisi pia tunazitoa, na kama tulivyosema, tuna wateja wetu wengi mainjinia ambao tumewatoa wako mtaani, ambao ndio tunashiriki nao kwa sasa. Tunakuja kuonyesha tuna teknolojia gani mpya ambazo zinaweza kufanyika na zikaja zikatoa bidhaa tofauti tofauti kwenye ubora wake. Hii ilikuwa ni fursa kubwa na jicho letu tumeona, kwa sababu Tanzania ni nchi ambayo inashika nafasi ya pili kwa kuwa na mifugo mingi, hivyo tuna uzalishaji wa ngozi za aina nyingi au kwa wingi mkubwa. Kwa hiyo kama taasisi imekuja na hii kozi kwa ajili ya kuona hiyo fursa na kuenda, kuendana nayo namna gani inaweza ikaishika na, na ikatoa matunda kwenye jamii. Hivyo nawasii sana wazazi walezi, kukutumia nafasi hii kuwakaribisha vijana wao waje DIT sababu fursa bado ni changa na bado ni mbichi, kwa hiyo wanaweza wakaikimbilia wakaipata na wao kwa ajili ya kuwawezesha vijana wao, kwa ajili ya kujikimu wao wenyewe, kwa ajili ya kujiendeleza kwa maslahi yao binafsi, lakini pia hata kuajiriwa. Kwa hiyo si fursa ambayo imefumbiwa macho, na kama serikali nilivyotoka kuzungumza mwanzo, umefanyika uwekezaji mkubwa sana kwenye hii tasnia ya ngozi. Hii yote ikionyesha kwamba kuna potential au kuna nguvu kubwa sana ya ngozi kutoa matokeo ya ajira na kuweza kupata kipato kwa mmoja mmoja ama kwa shirika ama kampuni. Sasa hivi tuna mradi wa kuunda bajaji za umeme pamoja na mradi wa kubadilisha au kuongeza mfumo wa gesi kwenye magari. Mfumo hii ni rafiki na vizuri kutumia kwa sababu inapunguza gharama za utumiaji pamoja na kusaidia kwenye kupunguza uchafuzi wa mazingira. Kuna aina mbili za bajaji ama inayofanyika moja ni kuunda bajaji na nyingine ni kubadili bajaji za umeme na nyingine ni kubadili mfumo wa bajaji za mafuta kwenda kuwa bajaji za umeme. Hizi zinafanywa na wanafunzi ambao ni waandishi, wanafunzi waandishi wa taasisi kushirikiana well na wafunzi uh, wao pamoja na mradi mwingine wa kuongeza mfumo wa gesi asilia ama CNG kwenye magari ya petroli. Mfumo hii ni nafuu na inakata zaidi ya nusu ya matumizi ya mafuta ya kawaida. Tukizungumzia mradi wa bajaji za umeme na baiskeli, zinatumia umeme mdogo ambao unaweza kwenda zaidi ya kilomita mia na hamsini kwa kuchaji mara moja, na pia ina uwezo wa kubeba mpaka kilo mia tano na kutekeleza haya, tunaenda moja kwa moja kulingana na kampeni za serikali za kimataifa za kupunguza kwa wachafuzi kwenye mazingira kwa kutumia mfumo wa bajaji na kutumia gesi asilia tuna kupunguza uzalishaji wa kaboni ambayo ni changamoto saizi sana kwa dunia inayosababisha ongezeko la joto na athari zingine za kiafya na za kimazingira. Tumekuja kwenye maonyesho ya 22 ya Engineering Day uh, chini ya DIT Company kama startup company ambayo ni Honic Company Limited ambayo tumeanzisha kama wanafunzi kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa za train kit, kama vifaa vya kujifunzia kwa wanafunzi kwa elimu ya vitendo zaidi. Vifaa hivyo tumekuja navyo kuonyesha, uh, sisi kama mainjinia ni kitu gani ambacho tumekileta kwa maengineer wengine wenzetu na wanafunzi ambao wanaenda kusoma kwa kuwarahisishia na kuwatengenezea bidhaa ambazo zitaweza kwenda kuwasaidia katika, katika kujifunza zaidi katika elimu ya vitendo na kuondoa ile gap iliyopo kati ya theory pamoja na practical. Kwa hiyo vifaa ambao tunavitengeneza sisi ni katika ngazi inayoanzia ya stem primary, secondary uh, technical schools mpaka universities. Na na vingine ambavyo tumetengeneza vifaa ni kwa ajili ya universities na technical college ambazo ni train kits katika electrical pamoja na electronics. Kwa mfano, tuna vifaa baadhi ambavyo vinatumika katika uh, topic ya electronics ambao wanajifunza kuanzia technical schools, ambavyo hivi vinatumika katika kuonyesha uh, transistor characteristics ambavyo navyo tumevitengenezea hapa hapa Tanzania. Uh, gharama, kwa ajili ya kurahisisha na kupunguza gharama ili viweze kupatikana kwa urahisi, ambavyo ukikompea na vilivyo vinavyotoka nje gharama zake ni kubwa, ambapo wana katika mashule uh, wanakuwa wanazo vichache kutokana na gharama kubwa. Lakini sisi kutokana na kutengeneza tumesimplify na kutengeneza kutumia material au uh, raw material ambazo zipo hapa hapa Tanzania. Kwa hiyo tunaziuza katika bei ambayo ni nafuu na zinakuwa affordable katika mashule wanazo ili kuweza kuongeza wigo wa wenazo nyingi. Tunapokuja kwenye maonyesho kama haya ndio sehemu ya kujitangaza kama taasisi, lakini pia ndio sehemu ya wazazi wanawiwa wana, wana, wana kuleta watoto wao kujifunza zaidi kuhusu mambo ya teknolojia ya ngozi, lakini pia na, na kozi mama ikiwa mechanical electrical eh, civil na kozi ingine kadha wa kadha wewe ndio tumeenjoy Eh, tumeenjoy na presentation presenters kutoka nje ya nchi, tumeona pale presenters kutoka Ethiopia, Uganda, India, eh, wamepresent vitu vingi vizuri vya innovation ya engineering pamoja na research mbalimbali mba mba.